Bwana mimi ni mfanyabiashara, tamani tunawaomba sana viongozi wa Yanga na African. Bwana sisi tumenunua jezi nyingi sana. Mimi ni mfanyabiashara na patikana Tandika. Sawa, so, jezi umesema mnataka kujinua jezi mpya. Hivi kwetu tumenunua kwenu nini Yanga mmetuuzia sisi jezi zote zote zote majezi yote. Majezi sasa tunapeleka wapi sisi wale pisi nyingi tulizonunua na mshasema kuna jezi mpya zimetoka, hizi za zamani maanake ni kopi. Sasa sisi tunapeleka wapi? Wafanyabiashara tumenunua jezi nyingi sana jamani, mnatusaidieje kwa jambo hili? Na risiti zote tunazo, risiti zote tunazo sisi kama wafanyabiashara. Sasa mnatusaidieje? Hizi zote ni jezi zangu zote, maloba yote yote hapo, humo yote ni Yanga. Sasa mnatupeleka wapi? Mnatusaidieje jamani, kama wafanyabiashara Tunaomba basi mtu waangalie wafanya biashara, ilimradi tuendelee kufanya biashara zaidi na zaidi, kwa sababu tunanunua mzigo mwingi. Tunaomba mutusaidie kwa hilo.